Kwa majina, mi naitwa Mohamed Haji, ni mkurugenzi wa taasisi ya Twende Pamoja na Mama Sports Promotion, na pia ni mkurugenzi wa Makunduchi Villa Motel. Tuko hapa kwa ajili ya kuendelea kushiriki mbio za Mwenge ambazo Mheshimiwa Rais ni kumshukuru kwa ajili ya kutuingizia fedha nyingi Kigamboni, kuhusiana na miradi mbalimbali mbali ambayo ime, imezinduliwa leo kuhusiana na mbio hizi. Kwa hiyo ni, ni kumshukuru daktari kuendeleza yale mazuri ambayo anayafanya kwa ajili ya kuwasapoti wananchi na nikumshukuru tena Mheshimiwa Rais kwa kusema kwamba Kigamboni ni sehemu sahihi ambapo kati ambao wameongezewa fedha nyingi kuendeleza miradi hii na sisi tupo. Kwa hiyo nishukuru kwa sababu na mimi ni mkazi wa Kigamboni, niwe ni chachu ya hao ambao wenzangu ambao wanaendelea kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa mazuri ambayo umetufanyia. Kwa hiyo mimi ni washukuru pia waandishi wa habari wa mnajitahidi bado kuendeleza kuyaonyesha kuya, kuya yale mazuri ambayo Mheshimiwa Rais ameyaleta kwetu kwa sababu nyinyi waandishi wa habari wa ndio ambao mnapeleka message kwa wananchi na kwa watu mbalimbali. Ni kumshukuru Mheshimiwa Rais, na kwa sababu mbio za Mwenge zimebeba ujumbe wa kwenda kujiandikisha na kupiga kura. Kwa kweli kwa sasa hivi wananchi, niseme kwamba hii ndio fursa nzuri ya kusema kwamba Mheshimiwa Rais ametusapoti na sisi tukajichomoza kwa wingi sana kwenda kupiga kura kwa ajili ya kutafuta maendeleo ya wananchi na maendeleo ya jamii kwa ujumla. Kwa hiyo ni kusema tu kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa chi ambacho ametufanyia na mwengi kama umebeba ujumbe huu wa kujiandikisha na kupiga kura, nadhani sasa ni message tosha kwa wananchi kwa ajili ya kwenda kuelekeza hilo. Sisi, sisi tuna deni kwa, kwa Mheshimiwa Rais. Deni hili ambalo ametupa Mheshimiwa Rais tunaenda kulikamilisha Oktoba, kwa sababu deni hili linaenda kukamilishwa kwa ajili ya kwenye sanduku la kura. Unapoenda kwenye sanduku la kura ni CCM. hakuna kitu kingine isipokuwa ni mitano tena kwa mama rais, Daktari Samia Suluhu Hassan na na wananchi kusema tu ni, ni deni hili ambalo tuko nalo sisi wananchi kwenda kwenda kudhihirisha Oktoba kwa ajili ya kwenye kisanduku cha kura. Kwa hiyo ni deni letu, ni kwenda kumjazia kura za kumiminika.